Wakiwa me, wamepachika kama radio call kwenye kwenye kwenye suruali zao. Amevaa maski kaficha baadhi ya sehemu zake asionekane vizuri, na kuwaambia kwamba hawa wote wanatakiwa wachapwe fimbo sasa hivi, adabu hiyo. Nayo yule kijana ambaye jitambulisha kama Ima, ambaye mzee Karanja mwenyezi wetu mwenyeji wetu alieleza kumtambua Kasa, mzika, na na kataula, wenjine, pale, ndio, kwa sababu alivyojitambulisha yule mzee akasema ndio nakutambua, na katika wale wananchi wengine walikuwa wamekaa pale wakasema ndio tunakutambua, kwa hiyo akasema chapa fimbo wao, akazama ile fimbo yake alikuwa ameiweka, alikuwa amevaa t-shirt na jinzi, akaingiza mkono akatoa fimbo ndefu, na wale wengine sasa wakaingia pale katikati wakaanza kuwachapa wale wote waliokuwa wamekaa pale, kasoro mimi na mzee Karanja. Baada ya kuwachapa kwa, anawachapa sana fimbo pale, mzee Karanja ni mtu mzima, lakini pia ana shida ya miguu, kwa hiyo anatumia fimbo kusogea, akawa amenyanyuka pale. Alipokuwa amenyanyuka pale, wale kuso, wakawa wamesogea kwenye mlango akawambia, shida yenu nini? Ah, nyinyi mnasaliti chama. Akamwambia, saliti chama, ina maana ndugu zetu wasije kutusalimia kwa sababu na watu tofauti. Wale wakatoka nje. Kutoka nje, wakaanza kusuma mawe sasa, kupiga mawe ndani. Tukafunga ule mlango. Lakini mawe yakazidi kuwa mengi sana kulingana na uimara wa mlango, ikabidi mzee yule, sikumbuki kama ni mke wake ama ni yeye, akaenda akaufungua ule mlango. Mawe yakaingia ndani kama mvua. Mzee Karanja bado, kwa sababu tayari kwa na waka. Bado akasema, nimeshawatambua Siwezi kukubali ujinga huu, si sehemu gani nyewe ya kwenda kupiga watu nyumbani kwao, wamekana familia zao. Wale vijana wakatoka, walivyotoka kama mnavyoona, umbali napai kwa tai kwa inawaka, nikasikia kwenye gari yangu hii mnayoiona, kilio cha pu pu. Mimi nikasogea kidogo, nikamkuta yule kijana, alijitambulisha kama Ima, kampeni meneja wa mgombea ubunge wa CCM Jerry Silaa, akiwa ameshika tofali hili hapo, kwa sababu baada ya kupiga likadondoka hapo, akashika tofali, kwa jicho namuona anapiga kioo cha gari yangu mbele muda nikasikia kelele, mdogo wangu alikuwa mbaki mundani, nasema sijui, sijui sijui sijui sijui sijui alipo. Muda nikasikia kimya, lakini wakati huo zoezi la kupiga likawa linaendelea, nikashuhudia wanafungua milango. Sasa kwa sababu na mimi nishakuwa kama binadamu nishakuwa na hofu, nikashindwa kusogea zaidi. Kwa hiyo nikabaki nimesimama kule juu, sijui hata hatima ya mdogo wangu. Baadaye muda wakawa wametoweka, nilivyokuja hapa nikakuta mdogo wangu hayupo, ameenda kujificha pembeni, lakini nikakuta hali ya vioo unavyoviona, gari nzima wamevunja lakini pale mbele kushoto pakuwa na mfuko na mfuko na pesa, mfuko nao haukuwepo. Nilivyomuuliza mdogo wangu akasema, wakati wananipiga, kwa sababu walitumia chuma eh, kuna chuma kile pale kile chuma walitumia kwa sababu milango ya vioo vya nyuma ilikuwa vimefungwa, wakatumia kile chuma kubonda ile. Bwana mdogo anasema alikuwa amekaa huko. Kwa hiyo alivyobonda, yule dogo alipotoka, kwa kuwa anampiga na zile fimbo, kwa hiyo akawa ameondoka. Lakini anasema aliona wanafungua milango na aliona wanachukua ule mfuko. Kwa hiyo ndugu zangu, hiyo ndio system hivyo. Tufikisha ninachokihitaji, ninachoomba cho vyombo vya dola nimeshatoa taarifa polisi, wamefanya uchunguzi. Kwa kuwa mtesi wetu, kwa kuwa aliyeongoza mashambulizi anajulikana, anaitwa Ima, ninaomba akamatwe, afikishwe kwenye vyombo vya sheria, kwa mujibu wa sheria zinavyosema. Ni wakati wa kuchukua hatua. Hatua atakazochukua polisi kwa mujibu wa sheria ndio zitatupa matumaini kuelekea kwenye uchaguzi. Wasipochukua hatua kwa mujibu wa sheria, maana yake jeshi la polisi lajikuta atakuingiza katika mgogoro wa kugombana sisi kwa sisi kwa sababu uvumilivu utakwisha. Kwa hiyo, walipokuwa wanakuja kwenye gari, mmoja wao akasema una mafuta hapo ya petroli, tuwashe moto hii gari fasta. Kuna watu wengine walikuwa wanatoka kwenye gari ambao walikuwa wamebaki kwenye gari wanne hadi wale watano, na gari ilikuwa moja ambayo ilikuwa, ilikuwa walikuwa, walikuwa, walikuwa nayo wanne. Wakashuka wakasogea kwenye gari, nikajua labda wale watu ndo wanakuja sasa kuchoma gari, kwa sababu mimi niko ndani ya gari. Nikafungua mlango fasta, wakati nafungua kama yuko ndani ya gari hawakujua, kwa hiyo wakati natoka ndo wale wawili wakawa wamenivamia. Baada ya kuwa wamenivamia, mmoja akawa amenishambulia kwenye mkono, yani akawa anapiga kwenye kichwa kwa wakati na block, ndo ikawa nimeumia hapa kwenye mkono. Mwingine akanishambulia kama unavyoona hapa, bega limevimba. Nikawa nimedondoka chini, kwa sababu wakati nainuka mwingine akani akanichota tena mjeki, nikawa nimedondoka tena. Nilipoamka nikawa nimebahatika kuchoropoka, lakini baada ya pale wakachukua mmoja mmoja, yule alikuja kujitambulisha kwa jina la la Laima anasema kwamba ni mgombea nani, ni meneja kampeni wa wa Bwana geni Jerisra. Akashika jiwe akapiga kwenye kioo, alipiga kwenye kioo cha mbele kikapasuka. Huyu mwingine kulikwepo na chuma pale, akapiga kwenye kioo cha nyuma, akapiga kioo cha, cha pembeni na pembeni, hivyo vyote vikavunjika. Mimi kwa mbali nawaona, japo siwezi kuwatambua kwa sura au kuwaona moja kwa moja sura, kwa sababu kulikuwa kuna mwanga hafifu. A baada hapo, mmoja wapo akafungua mlango wa mbele akatoka na mfuko, kwa sababu kulikuwa kuna mfuko mbele mwekundu pale. Nilikuwa sijui kuna nini yeye, kuna nini, muhusika atajua kulikuwa kwenye ule mfuko. Kwa mujibu wa wale waliokuwepo ndani, wanasema kwamba wao walivyoingia wale jamaa walisema kwamba chama wao, kwa nini unatoa information za chama? Ule mzee akasema mimi, mimi ni mtu wa watu, kwa hiyo huyu Bakari namfahamu kwamba rafiki yangu amekuja kuniona, kuniona na hapa ni nyumbani kwangu, amekuja kunitembelea kama mgonjwa, sio tunazungumzia habari za kisiasa.